Serikali ya awamu ya tano inawajali wanyonge, na mimi nimefurahi kwa sababu hata hivyo tunakita kwa wale watu wa chini. Kwa hiyo tunakushukuru sana kuendelea kufatilia katika shule zetu za kata yetu ya bure, walisema ni kata ya, tulianza kugawa chakula kwenye shule tukishirikiana na, na serikali ya John Pombe Magufuli inayoongozwa kwenye mkoa wetu na mkuu wa mkoa hapo. Watoto walikuwa hawahudhurii shule, tukaanza kupeleka shule ya msingi tena chakula nmpaka sasa watoto wanaendelea ku lakini tutapeleka nalosungo chakula ili watoto wetu wapate. Lakini msaada hii inatolewa na serikali inayechapa kazi. Tunapeleka shule moja nosi ni ya mwle, lakini tukasema na jirani ukipata gawia na jirani ja kukua na wale wenzetu shule ya maweli tunapeleka chakula na watoto wajakuingerisha. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu ndiye anayetoa. Ni mshukuru kipekee bunge wetu, unaona ni jinsi gani kuhakikisha kwa watoto wetu wetu. Mheshimiwa mwenyekiti wangu mjumbe mzito, mwenyekiti wa wenyekiti wa auti, mama wangu Ekisaka, mheshimiwa katibu wa wilaya njo mheshimiwa ajibudaitiwa wilaya, dada yangu Jeni, mheshimiwa diwani, kina mama, mabosi zangu, awali ya yote inapenda kuwashukuru na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha leo kujumuika hapa pamoja nasi na watoto wetu. Mimi kama mama nimeguswa sana na watoto, nainaguswa na watoto na makundi mbalimbali ambayo yana hali duni. Sasa nilifikiria, natamani sana nikiweza kufanya kwa mkoa wangu mzima, lakini nikaona kwa uwezo wangu ni naweza nikagusa hata wachache, nikawa tutajitahidi kuendelea kugusa na sehemu nyingine. Kwao, nikafikiria kuna nika, wanafunzi ambao wanaenda shuleni hawana kabisa hata uniform, na tunajua rais wetu John Pombe Magufuli ameweka elimu bure tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa na mimi nikaona ni muunge mkono rais wetu kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wachache, angalau hata mavazi waweze kwenda shule na wenyewe wajisikie kama wanafunzi wenye uwezo. Nasoma kwa bidii, wana msome kwa bidii, mjitahidi. Yani hapa namwona Kasimu Majaliwa waziri mkuu wetu, namwona Magufuli, namwona mama Samia. Sawa, watoto wangu msome kwa bidii mtafika mbali, wekeni masomo mbele, sawa. Walimu pia, naomba niwapongeze, najua kazi kubwa mnayoifanya. Napokuja swala la, la maendeleo, kila Mtanzania anapaswa kuwa na maendeleo, hatuangalii chama. Ndio maana hata wakati tunaangalia ni shule gani tunaenda, hatukuangalia wanafunzi gani wazazi wao ni wana CCM, wanafunzi gani ni vyama vingine. Sisi wote ni kitu kimoja. Inapokuja swala la, la maendeleo, tunajua watoto wetu wote wanahitaji msaada bila kuangalia chama kwa hiyo nikaona niguse kata chache kwanza. Tumegusa kata nane na kina mama wenzangu wa UWT ambao ni mabosi zangu wakaona hapana, mbunge wetu asiende hivi hivi, na sisi tumsindikize angalau tukaone. Yote hayo ni mapenzi ya chama chetu cha Mapinduzi, jinsi tunavyopendana na kushirikiana vilevile vile, wakati mnaendelea wazazi kusema kuwa mtaleta chakula, mwenyekiti wangu wa WDT wa wilaya na katibu wangu wamenong'oneza wameshauriana wa na kina mama, wakaona na wenyewe kina mama, jamani, si mnajua nani kama mama kwa kina mama, wakasema sisi tutajichanga changa tulete gunia moja la mahindi na maharage <laughs> hii inayofanya ni katika harakati za kutekeleza ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi na kumuunga mkono rais wetu mpendwa John Pombe Magufuli. m wote tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, awe mkurugenzi awe mkuu wa mkoa awe mkuu wa wilaya awe mwalimu mkuu, wote tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndiyo chenye ilani yake na ila ambayo tunatekeleza, na ilani ya Chama cha mapinduzi pinduzi ni nzuri sana, ndio maana hata sisi leo tumeweza kufika sisi Mheshimiwa kwa heshimiwa sana mbunge, Mheshimiwa diwani, Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa afisa elimu, waheshimiwa sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi. Ninashukuru kwa niaba ya walimu na watendaji wa elimu kutoka maeneo mbalimbali, nikiwa kama mwalimu mwenyeji. Kipekee kabisa nipongeze juhudi hizi ambazo zinaanzia kwenye shina mpaka kufika kwenye ngazi hii na zinakwenda moja kwa moja kwenye ngazi ya taifa, kwa maana tunapokea na kufarijika sana na misaada na juhudi mbalimbali za Chama cha Mapinduzi, kuanzia kwenye ngazi ya chini mpaka kwenye ngazi ya juu. Mheshimiwa Rais <coughs> Mheshimiwa Rais aliye mwenyekiti wa chama anatupa na elimu bure, lakini katika facilitation kuwezesha elimu hii bure, watendaji wake ambao ni viongozi wa chama katika ngazi mbalimbali mbali, wameungana na raisi kuhakikisha kwamba elimu bure inapatikana katika uhalisia wake, na hivyo unaona sasa wanafunzi wanaoshindwa kufika shuleni kwa sababu ya uniform, wakiona soni kwa sababu wanapofika wananyong'onyea. Sasa kumbe wanaweza kufika shuleni kwa juhudi hizi za mbunge wetu mama. Kwao nimeguswa. Najua watoto wengi wanasoma. hata hapa mimi na wadau wenzangu tumeona